Baadhi yenu mpaka mnatukana mashehe, subhanallah, mnaingizwa kwenye mkumbo. Sasa shekhe akisimama, akazungumza jambo kwa ufahamu wake juu ya Qur'ani na mafundisho ya Mtume, kaenda kinyuma na wewe, shehe wako mnafiki. Hatuna mashehe sisi siku hizi, na mimi nasema na sisi hatuna waumini siku hizi, hivyo shekhe kumwona kamkana mtu anayemvunjia heshima shekhe, kama Mtume ametukana. Babu, unaenda wapi wewe siku ya Kiyama? Hebu niambie, unaenda wapi babu wewe, wapi babu? Laisa minna man lam yuwaqir kabirana, si katika sisi asiyeheshimu mkubwa wake, wa yarham saghirana, na mdogo na mkubwa asiyemhurumia mdogo wake si katika sisi mdogo asiyemheshimu mkubwa na mkubwa asiyemhurumia mdogo, kisha akasema, wa ya'lamu li'alimina qadra, si katika sisi asiyejua thamani ya msomi wake wa dini. Mashehe hawaongozwi na mhemko wenu. Sisi tunaongozwa kwa elimu tuliyoisoma. Tusikilizeni kama mkono wa kushoto wanavyosikiliza viongozi wao wa dini.